Naam, mtazamaji wa Trend TV, e bwana, moja kati ya habari ambazo zimekuwa zikitrend sasa hivi huko mitandaoni ni hii hapa ambayo inamhusu Diamond Platnumz, ameingia katika listi officially kabisa, yani it's official kwamba katika listi ya wasanii ambao, sorry, katika listi ya watu in general, yani katika listi ya watu ambao ni maarufu hapa Tanzania. Generally, katika historia ya Tanzania, Diamond ameingia kama mtu namba moja ambaye ni maarufu zaidi. Unaelewa ninachozungumza e, maana utakuwa unaelewa kabisa kwamba ukienda baadhi ya mikoa kuna watu hawajui kama sasa hivi rais ni nani. Kuna wengine wanaamini kwamba mheshimiwa e, Nyerere labda ndo rais bado. Unajua kuna vijiji e, bado wako dormant kiasi hicho. Sasa ukizungumzia swala la popularity kwa sasa hivi, kwa according to Google most famous people from Tanzania Umeona, eh? Uh, most famous people from Tanzania uh, from sources across the web, ni kwamba wametoa taarifa ya watu watatu ambao ni maarufu zaidi katika historia ya Tanzania. Sijui unanielewa. Naomba ukapitalize hilo neno la historia. Yaani katika historia ya Tanzania watu watatu maarufu zaidi ni hawa hapa wafuatao. Diamondi amekamata nafasi ya kwanza. Kwa hiyo Diamond ndiye mtu maarufu zaidi katika historia ya Tanzania. Namba mbili ni Jakaya Kikwete, huyu ni wanasema former president, huyu ni Mheshimiwa Jakaya Kikwete ndiye namba mbili. Namba tatu ni Mheshimiwa Julius Kambarage Nyerere. Meelewaka, eh? Kwa hiyo katika watu watatu ambao ni maarufu zaidi katika historia ya Tanzania Diamond amekamata nafasi ya kwanza, nafasi ya pili Kikwete na nafasi ya tatu ni baba wa taifa mheshimiwa Hayati Julius Kambarage Nyerere. So msanii Diamond ameshare pia hii kupitia ukurasa wake wa Instagram ikionyesha kwamba yeye ndiyo mtu maarufu zaidi Tanzania katika historia e. Na akiendelea kusachi katika peji ya Google inathibitisha hilo, na katika top 3 hakuna msanii yoyote yule zaidi yake. Yeye ameona bwana, ukizungumzia watu watatu maarufu msanii um, ni mmoja tu. Wengine hawa wote ni wanasiasa ambao walishawahi kuwa marais katika nchi hii ya Tanzania. So just imagine. Weka maoni yako katika comment section, tuko tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.